Muheza, Muheza ndo wilaya iliyonidisappoint kwenye ziara nzima Muheza, sio siri, huku kwingine yalikuwa mapungufu, ile ya Muheza ni uharibifu. Muheza, Mheshimiwa waziri, kesho urudi tena Muheza pamoja na kufanya kazi zile tulizosema za mawaziri wanne, e, watano wa kushughulikia yale masuala ya migogoro ya ardhi, lakini nenda kachukue hatua pale Muheza, wasiliana na mwenzako waziri wa utumishi kuchukua hatua zinazostahili tena kwa kufata taratibu, kwa kufata taratibu. Huu uh, uharibifu hatuwezi tukafumbia macho. Nondo zenye thamani ya shilingi milioni tisa nukta mbili zililipiwa kwa mzabuni anaitwa Saifi Store wa Tanga. Nondo hizi hazikupelekwa saiti, zimechepushwa zimechepushwa. Marine board vipande mia moja tisini na mbili vyenye thamani ya shilingi milioni saba nukta nane havikufika site. Mhasibu, mhasibu huyu anaitwa Rajab, kuna huyu anaitwa Mushi, ndo Rajab Mushi Mhasibu Mhandisi Abdalla Jaha, kwanza hizi fedha zirudi, na yule anayehusika kupokea hivi vifaa. Havikufikishwa site, vimelipiwa kwa mkandarasi, havikufikishwa site. Sasa mtuambie kama bado hamjaenda kuvichukua mvichukue, kama mmechepusha hii fedha irudi. Hii na mheshimiwa waziri, kwa taratibu za kiutumishi mwone adhabu inayowastahili watu wa aina hii. Mifuko ya simenti yenye thamani ya milioni nne nukta nne imechepushwa imenunuliwa mifuko elfu tatu na mia nane mia tatu haijafikishwa saiti imechepushwa huyu afisa manunuzi afisa utumishi ndio mwenyekiti wa kamati ya mapokezi msimamizi wa mradi ni mhandisi ambaye msimamizi wa mradi mkurugenzi wa kampuni ya mwa, Mwanabonde General Enterprises, mechepushwa m wilaya moja hii vyote hivi vime, vimechepushwa. Huu mhandisi AG Engineering limited amelipwa milioni tisini na nane nukta saba bila kuwa na mkataba. Mmemlipa za nini? Huyu kalipwa za nini? Fedha ya serikali inatoka hivi? Mshauri mwelekezi AG Engineering and consultant amelipwa milioni kumi na moja nukta tisa bila mkataba. Amelipwa za nini? jengo limesimama halijaisha. Milioni mia tatu arobaini na tatu nukta tisa zimetumika nje ya mradi melipana lipana posho. Mheshimiwa Waziri nenda kasafishe wote pale, wilaya ianze upya hii Safisha wote, ianze moja pale.